Mashariki mwa DRC, mapigano yamezidi kati ya jeshi la Kongo linaloungwa mkono na makundi ya wazalendo na waasi wa AFC M23. Waasi hao wamepata nguvu na kukamata miji mitatu mipya huko Kivu Kusini. Kuzuka huku kwa ghasia kunadhoofisha zaidi mchakato wa amani ambao tayari unatatizwa na kuonekana kwamba utaendelea hapo baadaye. Huko Doa Katal nchini DRC, mapigano yanapamba moto katika maeneo ya Walungu na Kabare yanayopakana na Mwenga na Shabunda. Kwa mujibu wa taarifa za ndani, AFC au M23 imechukua udhibiti wa Lutukulu, Churwe na Lubimbe. Miji hii iko chini ya kilomita mia moja kutoka mji mkuu wa wilaya ya Shabunda, eneo kubwa zaidi kati ya maeneo manane yanayojumuisha mkondo mkoa wa Kivu Kusini, mapigano na watu kuhama makazi yao siku ya Jumanne, Oktoba 7, mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mapigano zaidi yaliripotiwa katika eneo la Kibanda Magobo, yalisababisha hofu na kuhama kwa sehemu ya watu. Kinyume na uvumi unaosambaa kwamba FARDC inasema inashikilia udhibiti wa Kibanda Magombo na Nzovu, jeshi linasema kuwa linafanya doria za kina ili kupata eneo hili ambalo linaelezwa kuwa la kimkakati, kwani lingefungua njia kwa AFC au M23 kufikia mikoa ambayo haijatekwa hapo awali ili kuimarisha nguvu pamoja ngome za jeshi kamanda wa eneo la uendeshaji la Sukola 2 katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini kanali Kisembo Isingoma Benjamin alitembelea eneo hilo mapema mwezi huu kulingana na mashirika ya kiraia kujiondoa kwa baadhi ya wanajeshi na, na wapiganaji wa wazalendo kumezua wasiwasi mkubwa katika maeneo ya Mwenga na Shabunda ambako milio ya risasi Ilisikika siku ya Jumanne Oktoba 7 mwaka 2025 na 20